Jambo mkuu kiongozi, unaweza kujitambulisha? Iom ndio ujumbe mkubwa e, mnakuja nao hapa kutoka katika e, maeneo ya shamba ya vita huko Lufunge na mnafika hapa kijijini Misisi ni katika malengo gani haswa? Io, tulikuja hapa, tulitumwa na tulitumwa na coordination provinciale ya wazalendo, kuatana na matatizo ambayo ilipatikana hapa, sisi ya wazalendo kupigana wao kwa wao, bashaba ya kuvunja mabarie maleta gasia na incidents ambazo zilitoka hapa Misisi zilipreocupe sana coordination provinciale ya wazalendo na njomana bakatudeleli kucaa ndio raia wengi pamoja na social media na maeneo mbalimbali walizungumza kwamba vita ambavyo eh, vilijikuta hapa misisi ni vita vya ukabila eh, wakati ulipofika ulikuta iko namna gani? Wakati nilifika hapa, siwezi sema kama ni vita vya kikabila hapana, sababu

Yo, misisi kuko karibuni grupe kenda grupe arme kenda na kasho zaidi ya ishirini makumi mbili. Na wakati mkofanya kikao kikubwa na raia uliweza kuzungumzia ya kwamba e, mtaangalia namna gani ya kuweza kulifanzia hilo swala. Hatujui unaweza kuwa na maneno gani ambayo unaweza kuambia raia kuhusiana na hiyo wingi wa makasho na wingi wa magrupa arme kasho na uingi ya magrupa arme ni kitu ambayo tulimartele sana, na kuko desisio ambayo tulim... tulichukua, na enyewe tunaendelea kusema kunapashwa kukuwa si presyo ya magrupa arme zenye azina azina zenye hazikukua huku, sababu tunategemea ya kwamba wakati sisi tulitoka isukuli wakati raisi siji alituita kulikuwa na position moja tu ilikuwa kule kwa Ngoma, na ile position ilikuwa pale, ndio iliomba raia, ndio iliomba. Kulikuwa situation za banditisme zenye zilikuwa ziko orchestre zenye zilikuwa arrestre chaque fois mukilima ya ndege raia ya misisi na kando kando kando, ikaomba pale position ya ya ile wanarevi wanalikuwa ya ile position ya pale

Kama uongozi wa wazalendo, kwa nini mnaruhusu wazalendo wengi kwa misisi, wakati vita uh, misisi hakuna vita kwa plato na kule mpleni, lakini hata wazalendo wengi wanakaa huko huko misisi na hakuna kazi, anyasa raia, kupiga raia ovyo, kufunga raia bila katia. Mna hilo swala, viongozi, nafikiri iko parmi miso yetu, iko parmi miso yetu, sababu huko hakuna kazi, kazi kezi Kazi ni zero, na kazi ni shukrani kwa watazamaji wote wa TWM Media, niti Musa Malipo.